Kenya imesalia kusubiri hatma ya Mkenya aliyehukumiwa kunyongwa nchini Vietnam kwa kupatikana na hatia ya kuingiza dawa za kulevya nchini humo. Margaret Nduta alitarajiwa kunyongwa hapo jana, huku sasa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini ikisema inatumia ubalozi wake nchini Thailand katika juhudi za lala salama kujaribu kumwokoa. Brenda Wanga ana maelezo zaidi ya taarifa hiyo. Miezi iligeuka wiki na wiki ikawa siku, na sasa zimesalia saa chache tu kwa Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37 kujua hatima yake. Huenda mama huyo wa mtoto mmoja akasalia na saa chache kabla ya kifo chake, iwapo juhudi za lala salama za serikali ya Kenya za kujaribu kumwokoa wa hazitafua dafu. Nduta alikamatwa mwaka 2023 katika uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh nchini Vietnam akidaiwa kuwa mlanguzi wa kilo mbili za dawa za aina ya cocaine. Nduta alishtakiwa na kupatikana na hatia na kisha akahukumiwa kifo. <coughs> Hatima yake inaendelea kuzua hisia hapa nchini huku serikali ikiendelea kujaribu kuzungumza na serikali ya Vietnam kusitisha uamuzi huo na kumsafirisha hadi Kenya. Wizara ya masuala ya kigeni kupitia kwa katibu wake Korir Singoei kwa inasisitiza kwamba inaweka kila juhudi kuzuia hukumu hiyo ya kifo kutekelezwa. Sing'oei aliambia runinga ya Citizen kwamba serikali inatafuta msamaha rasmi na ilikuwa na matumaini kwamba juhudi zake angalau zingempa Nduta siku chache na familia yake. Wakati huo huo, serikali inasema imewatuma maafisa wake kutoka mji jirani wako Kenya na uwakilishaji wa kidiplomasia kwenda Vietnam katika juhudi za hivi karibuni za kuokoa maisha ya Nduta. Kosa ambalo Nduta alihukumiwa kifo ni mojawapo ya makosa ishirini na mbili yanayopewa adhabu hiyo ya kifo: hukumu ya mauaji wizi wa kutumia silaha, usafirishaji wa dawa za kulevya, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, ufisadi na ulaji rushwa, udanganyifu na ubadhirifu wa mali ya umma, biashara haramu ya chakula na dawa, na miongoni mwa makosa mengine huwa na adhabu ya kifo. Vietnam inasalia kuwa mojawapo ya mataifa yenye sheria kali zaidi ya dawa za kulevya. Vietnam inasalia kuwa mojawapo ya mataifa yenye sheria kali zaidi za dawa za kulevya duniani. Muniletee huyo mchana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku na huku. Muda ukiendelea kuyoyoma, familia ya Nduta inasalia na maombi na imani kuwa kutakuwa na miujiza ya kumwokoa mpendwa wao. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.